Kuna kazi na hali ya hapa nyumbani i sahii ni sawa. Lakini Datim, kazi gani hiyo? Kazi yenyewe ni ya kumlea bibi wa kiindi, ni mgonjwa Sawa lakini datimu, hao watoto mimi, Kasusani hapa, huyu ananisumbua sana, unaona mwenyewe. Asubuhi mpaka wewe mwenyewe uwepo, ndo mtoto shule anaenda. Arafati kama unavyojua, akiamka tu asubuhi hayupo, anaondoka zake kwenda kwenye kamari. Sapo inakuwaje? Arafati kama unajua kila siku kwenye kamari, asubuhi tu hayupo. Leo kwa sababu wewe umetuita hapa, ndo Arafati yupo, lakini ukiondoka tu wewe, Arafati anaondoka. Hata nisaidia chochote kaka, ongea kitu basi. Umesikia alichosema dada yako, ndo inatakiwa uona akili. Hichi kitu ambacho kinafanya ni kwa ajili ya kuinua familia hii au ah, hii familia unavyoiona namna yani, sometimes nakuta mtu kula amna afu kicheki kuna watoto hivyo, wewe utumie akili basi. Kaka jaribu basi na kumsema na mdogo wako. Mimi kila mmoja nitamwambia kwa kipengele chake, ila kwa sasa hivi wewe na kuona kama umezidi sana. Halafu wewe ni mtu wa kiume, haipaswi sana umfuatilie sana huyu dada, umeelewa vizuri? haipaswi sana umf... ila inapaswa tu kama una kitu cha ajabu umekiona juu yake, umwelimishe umwelekeze. Sio na wewe yaani, unakaa huko unafanya vita vili wiki, afu mwisho wa siku unakuja una yani, so, na na na na da naenda kulumbana tu, yaani hakuna kitu chochote kingine ambacho sio wewe? hivi habari ya kufumaniana na mambo tunaongelea na uhusiana na nini? Wewe nenda subiri kwanza, uko ukamatwe, mpumbavu! unashinda kumsaidia mwenzio hapa nyumbani kazi Unaenda huko, ngoja ukamate. Kama nitatoa hata mia yangu, mpumbavu wewe. Umezidi, umezidi kila siku kwenye mikamali, kila siku kwenye mikamali. Yaani huu kazi hawezi kunisaidia hata siku moja. Nyeye mnasema atanisaidia rafati, lakini hawezi kunisaidia.